Asiru lahu anwa, uchawi una aina nyingi. Faminhu sarfu wal atfu, miongoni mwa uchawi kuna uchawi unaitwa sarfu. Sarfu ni kumbadilisha mtu akili. Unaenda dukani unamueleza muuzaji, nipimia kilo tano ya, ya, ya unga, kilo tano ya mchele kisha anakupimia na anakurudishia chenchi kisha unaondoka. Ni miongoni mwa uchawi. Kuna uchawi unaitwa sarfu. Sarfu ni kumbadilisha mtu wakili. Ni mtu alikuwa anataka au amekataa kumuua fulani, kisha fulani anaenda kufanya uchawi wa sarfu akili inabadilika, najipeleka haraka haraka, najikuta ameoa tayari, amekusha muoa au ameolewa naye. Huu ni uchawi wa sarfu. Kuna atfu katika aina ya uchawi, kuna uchawi unaitwa atfu, kumfanya mtu dondocha, kumfanya mtu e, afanye matukio bila yeye kujijua. Na kuna uchawi unaitwa tiwala Uchawi una aina nyingi. Kuna uchawi unaitwa at-tafriq, uh, kutenganisha kati ya mke na mume, kuvunja ndoa kuchawi. Kuna uchawi wa tamridhi, kumuuguza mtu akawa naumwa tu mpaka kufa. Kwa hiyo uchawi una aina nyingi, uchawi hauna aina moja. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema inarruqa wa tamaa mawati wala shirkun, hakika ruqya za kishirikina watiwala na limbwata shirkun ni shirki. Kwa hiyo uchawi hauna aina moja, aina za uchawi ni nyingi, na uchawi unaweza ukasababisha mtu akafa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala wataala. Kwa hiyo sisi ahlu sunna wal jamaa tunaamini kwamba uchawi upo na unafanya kazi kwa idhini ya Allah, kwamba Allah akitaka uchawi kuingia utakuingia, na Allah kama akakadiria kufa, utakufa kupitia uchawi. Na hapa tunapata kwamba kumbe mtu inatakiwa ajikinge sana kwa Allah subhanahu wataala, ikiwa mtume alaihi salatu wassalam uchawi ulimuingia na akaumwa alaihi salatu wassalam

lhadithi rawahu Muslim. Fakarana annabiyu alaihi salatu wassalam baina shirki wa sihri, Mtume akaambatanisha kati ya uchawi kati ya ushirikina na uchawi. Kwa hiyo kuwa makini sana katika jambo la uchawi, usipime ukajifanya kwamba wewe una imani ya juu unaweza kwenda ukashika uchawi na usiathirike. Umekuta nazi zimefanyiwa ushirikina wewe ukazivunja ukala kisha ukasema mbona sijafanyika lolote? Kwa hiyo usijiona kwamba wewe imani iko juu, unaweza kwenda kushika uchawi na usidhurike. Unaweza kushika na ukakuingia bi idhnillahi, kwa idhini ya Allah. Na ndio maana uchawi watu wanaanza kwanza kujikinga kwa Allah subhanahu wataala, wanasoma ayatu ibtalu sihri aya za kuvunja uchawi kisha unamwagiwa msala nane. Hal nusaddiqu al-arrafa, je tumsadikishe mpiga ramli al-arrafa, mpiga ramli ambaye ukienda kwake anachukua kalamu na karatasi anakuuliza mama yako ni nani? Kisha anaanza kupiga mahesabu, anaanza kutoa taarifa kwamba kwamba wewe ni kadhaa ni kadhaa ni kadhaa, walakini na kuhani anayepandisha mashetani fi ilmi lghaibi, katika elimu, katika kudai siri. La nusaddiquhuma tuwasadikishi? Hatuwasadikishi wapiga ramli, hatuwasadikishi wapiga ramli, japo wao wanadai kwamba ramli ni sawa na x-ray. Maneno ambayo ni batil. La yafai x-ray unaweza ukaangalia na ukaona kabisa

kilichoko mbinguni wala ardhini kujua siri isipokuwa ni Allah subhanahu wataala, alaihi salatu wassalam. Na Mtume asema man ataarrafa, yoyote atakayemwendea mpiga ramli, anaandika kwenye karatasi, anauliza mama yako ni nani, kisha anatoa majibu

ni yule ambaye atakayekwenda kwa mpiga ramli kwa lengo la kumlingania, kwa lengo la kumlingania, au kwa lengo la kwenda kujua kile anachokifanya kuwa ni batil au ni ramli, ili awatahadharishe watu, sio kwa lengo atakwenda kukaa, anze kuambiwa kuna moja mbili tatu. hal yaalamu lghaiba ahadun, je, kuna yoyote anajua siri? Swali la tisa

Hakuna anayejua siri isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yangu, katika imani lazima tuwe na tahadhari katika vitu hivi vya kuwasadikisha hawa wapiga ramli, tusiwasadikishe. Na kama tunaenda kwao ni katika mlango wa dawa, kuwalingania, sio mlango wa kwenda kupigiwa ramli Sio mlango wa kuliwazana. Mtu anapiga ramli kwenye familia na familia inamuona tu ni mtu mzuri, ni mwema. Hapana, akatazi akanywe, kwa sababu kupiga ramli ni ukafiri, kupiga ramli ni ushirikina. Sababu umma tulionao umeharibika, wanaamini na, kukube, na kukubaliana vitu vya ramli. Kwani mtu awezi akafanya tiba mpaka apiga ramli mpaka anze kuandika

katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, na kujisifu mbele za watu kwamba wao wana vitabu ambavyo wa ni hatari sana. Ni mtu anajisifu mbele za watu kwamba mimi kitabu nilicho nacho lao nina kifungua inaweza kuwa balaa balaa, gae, kafungue kama unaona wataka kufungua. Na wengine wanawatisha watu kwamba kitabu nilicho nacho nikikifungua balaa lake ni kubwa. Haya, kafungue tuone hilo balaa ambalo unawatishia watu.

kufanyia kazi kanuni ambazo wanadamu wamezitengeneza zinapingana na Uislamu kufuru ni ukafiri, idha ajazaha, pindi mtu atakapojuzisha. Lakini asipojuzisha ingi kwenye ukafiri. Hapo inatakikana watu waelewe vizuri. Idha ajazaha, pindi atakapojuzisha. Kuna mtu ana hukumu kinyume na yale Allah alioteremsha lakini ni kwa sababu tu yeye kapangiwa kazi faulaika humu dhalimun, hao ni madhalim, huwezi kusema ni makafiri. Kuna mtu ana hukumu kinyume na sheria za Allah, lakini yeye haitakidi kwamba sheria zile ni bora kuliko za Allah, faulaika humu lfasikun, hao ni mafasik

Kuna mwingine anahukumu ni kwa sababu ni ajira imetoka amepangiwa na boss. huwezi kumkufurisha. Kuna ambaye anahukumu akiamini kwamba sheria za Allah ziko juu kuliko sheria hizi huwezi kumkufurisha, na kuna anayehukumu akiamini kwamba sheria za Allah au kanuni hizi ni bora kuliko sheria za Allah, na akitangaza hivyo, huyu ukafiri wake uko wazi. Kwa hiyo sura imekaa katika sampuli hizi tatu, kuna anayehukumu kwa sababu ni ajira, amepangiwa na bosi wake, huyu hawezi kumwingiza kwenye ukafiri, ima an yakuna fasiq. Na kuna anaye hukumu akiamini kwamba sheria za Allah ni bora kuliko hizi, faulaika humu dhalimun, ima an yakuna dhalim, hawezi kuwa kafiri, ni dhalim, fa'ala kabira min kabairi dhunub, amefanya kubwa katika madhambi makubwa na kuna anayehukumu wakiamini kwamba sheria za Allah ziko chini na hizi kanuni ambazo watu wamezitengeneza ni bora kuliko sheria ya Allah, fa ulaika humul kafirun, hawa makafiri wa wazi. Na Qur'ani imekuja katika sampuli hiyo. Kwa nini mtu asisome aya tu kavukavu akawaingiza watu wote katika ukafiri, ambapo kuna wanaohukumu kwa sababu wamepangiwa na mabosi wao, na kuna wanaohukumu wakiamini kwamba